Na tumejaalia katika masikio yao wakran, tumejaalia uzito, tumejaalia uziwi. Hmm, tumejaalia uziwi katika masikio yao Mufassir ametupitisha hapo, ai thiqlan wa samaman, umejaalia uzito na uziwi. Uziwi huo yamnau min alsami, unazuia kusikia. Tayeb, qala ibnu juzai walmaana

sikiza Qur'ani wafahamu na waubira bil akinna, kumeelezewa al akinna yani, zile pazia, vile vizibo wal waqr na eh, ule uzito na ule uziwi kumeelezwa hivyo. Anatuambia kwamba ni mubalagha kwa namna ya mubalagha, hali za washirikina, wasifu washirikina wa in yarau kulla ayatin, na wakiona kila dalili, kila ishara Mwenyezi Mungu mm, Subhanahu wa Ta'ala ameleta dalili nyingi ishara nyingi ha? ni pamoja na kutiwa nguvu mitume kupewa miujiza miujizati, lakini mushirikuna hali zao wa inyarau kila ayatin na wakiona kila aya kila ishara wakiona, la yuminu biha, hawaiamini ishara hiyo, la yuminu biha eh, hawaamini kila aya watakayoiona, kila dalili watakayoletewa na hata kila muujiza inadi tu ndo. hmm. watu wa namna hii, wapinzani pinzani, ni muaniduna upinzani. hmm. inad muanidun, wapinzani sasa tuje kujiimarisha tuje kujiimarisha. Utakumbuka tulisema kwamba katika Suratul an'am kuna ndani yake mayustafadu wa mayughadu, yale ambayo huchukuliwa na sisi tuyaingize katika mazingira yetu. Lakini faida mbalimbali mbali ambazo e, zitatujenga sisi kwa sababu matarajio ni sisi kuingia katika uwanja wa da'wa, uwanja wa da'wa. Kwa hiyo haya yatuimarishe. Leo hapa tunamwona mtume Muhammad ni mtume huyu sawa. Jamaa wanamwendea mtume, anasoma qurani, wanaisikiliza alafu wanaleta kejeli. Kwa hiyo tulizana, usio na hamaki katika da'wa, yani yale yatokanayo na da'wa, yale yatokanayo eh na kazi yako ima fi khidmati lilm, katika kuitumikia ilmu, fi khidmati lislami, katika kuutumikia katika kuutumikia Uislamu, sawa na kuwatumikia Waislamu. Hizi ni silaha hizi, tukiwa ujiandalie silaha hizi zikusaidie katika aa, mapambano. Na hapa simaanishi kwamba ujiimarishe kwa fujo, ah, simaanishi hivyo, sawa sawa, usitarajie ukawa unakutana na jazakallahu khaira. Hapa mushirikuna baada ya kuisikiliza Qur'ani, wanamwambia mwenzao An-Nadhr bil-harith ma yaqul Muhammad Ma yaqulu Muhammad. Hapa mtume anakutana na jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, umesoma Qur'an kwa uzuri. Hakuna. Kwa hiyo Usione ajabu umefanya jambo nzuri, umejitoa, umejitolea kwa hali na mali eh, unatumikia, alafu ukakutana nani na kejeli, ukakutana na eh, kupingwa. Sawa, basi ni bahati yako, ukutana na jazaka Allahu khairan, mara moja mara moja moja, hazikosekane. Lakini malipo yake mbele ya, ya Mwenyezi Mungu, hayo ndio unatakiwa uyatazame. Achana na, ukikosa hizi jazaka Allahu khairan za hapa duniani <laughs> usikate tamaa, usikate usikate tamaa. Nataka niwaambie jambo moja. Hivi mnajua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtoto wa mjini Makka. Hilo mnalijua? Eh? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtoto wa mjini Makka halafu ni mzawa umeelewa? Eh, sawasawa wanaejua nasaba yake vizuri, Muhammad bin Fulani bin Fulani ukoo wake wanajua. Sawa, sawasawa. Wanaojua ukweli wake, eh, na wao ndio walio waliomwita As-Sadiq Al-Amin, mkweli mwaminifu. Fahamu eh, wanaujua ule uaminifu wake ule wanaujua sawasawa. Kwa hiyo waliompinga na waliomkataa ni watu wake wanaomjua oh no, vizuri kabisa, naela vizuri eh? sijui yale ya maneno yana ukweli gani eh? Nabii nini kwao, unasemaje yale maneno eh? Nabii, nabii hakubaliki kwao nabii hakubaliki kwao, ila kwa upande wa pili wa shilingi ninaona kama kuna nafuu fulani hivi. Na mi nayezungumza nikiwa hapa Masjid Rahma, msikiti mkongwe wa mji wa Babati. Sawa sawa. <laughs> Leo nimekaa kwenye kiti hiki cha wazee wangu naendeleza darsa sawa za wazee wangu, unaelewa. Alhamdulillah ni Babati, naijua vizuri Babati, kona zote za Babati mimi nazijua. Niseme tu kwamba wazee wangu ewe, nimekulia mbele ya macho yao, awananijua vizuri wazee hey, wangu nanijua eh, vizuri vijana wenzangu vijana wenzangu, naam nimecheza nao ngoloo zwiji fam unanijua <laughs> vizuri, alhamdulillah kwa hiyo katika kazi hii na katika majukumu haya haya tunayokutana nayo haya, tunajiliwaza kupitia aliyokutana nayo nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba vile vile na wanazuoni wa wanavyoni wakubwa eh. alafu tunasonga mbele sasa tukisema kuna nafuu fulani hivi kwa sababu leo alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anisaidie na wapatikane wasaidizi wazuri katika majukumu haya ndo nayo ya ushekhe wa mkoa. Yani mshekhe wa mkoa sio from nowhere, from humu humu nini walhumuhumu sawasawa. E, sio shekhe wa mkoa niliotolewa Sumbawanga, shekhe wa mkoa wa Manyara na Babati ndio wilaya ambayo iko kwenye uso wa mkoa wa Manyara sawasawa. Kwa hiyo <laughs> na mimi sikuanzia kwenye huu shekhe wa mkoa ah ah Mapito ni mapito, ni mengi. Mnaujua ule msikiti, msikiti ndio masij Masjid Nur, masiji mji mpya kule. Hapakuwa na Ijumaa ndani ya mji hapa isipokuwa hapa, Ijumaa ya pili ilipatikanika Masjid Nur, masiji patikanika, Ijumaa ya pili Masjid Nur siku zile uimamu ulikuwa unapatikana kwa kuchaguliwa kwa kupigiwa kura. Leo uimamu haupatikani hivyo, wala ushehe wa kata, wala ushehe wa wilaya, wala ushehe wa mkoa. Hizo ni nafasi kupatikana kwake ni kwa njia ya uteuzi, lakini wakati ule uimamu ulikuwa unapatikana kwa njia ya ya kuchaguliwa. Basi ulipofika wakati unahitajika imamu kule Masjid Nur, wakati huyo shekhe langu yupo, alienda aliendewa shekhe langu kutakiwa mimi niwe imamu kule. Basi shekhe akakubali fomu ikajaza na fomu ile sikuijaza mimi. Shekhe alipokubali akasema, haya sawa, jazeni. Mimi nilienda Mwanza, nilikuwa nafanya biashara ya dagaa. Nilienda Mwanza, siku zile hapakuwa na mawasiliano haya ya simu namna hii kwa urahisi kiasi simu zilikuwa zile simu za mezani. Kwa hiyo kupatikana mtu kirahisi rahisi, mimi niko Mwanza kule, nimeenda kununua dagaa kileta hapa nauza kwa jumla, zweka pale nyumbani kwetu abei, alafu kunaendelea kusoma na kusomesha chini ya shehe langu. Sasa nikiwa Mwanza huku uchaguzi ukafanyika, mimi sina habari sina habari. Ingekuwa siku ingekuwa leo, naambiwa ah, bwana, ndo leo sina, sina habari kinachoendelea. Basi ukafanyika uchaguzi, wagombea tulikuwa wawili. Kwa hiyo siku ya uchaguzi, yupo mgombea ambaye yupo, alafu mgombea mwingine hayupo, ambaye ndio mimi sipo. Kura zikaendelea mimi nikapita kuwa imamu, sina habari siku, sikuwepo obamu. nimerudi siku zile usafiri mgumu sana wa kwenda Mwanza, barabara mbovu. Nimerudi nimechoka, nimepumzika siku tatu, na hali ya afya pia haikuwa nzuri. Nikaitwa kaitwa Sheikh, akanitumia mtu kuniambia wewe, we ni imamu kule, umeshachaguliwa kule, wewe ni imamu, kawatumikia uislamu wa kule Sinikawa imamu kule sallala oh. Masjid Nuri ile habari kubwa, ule msikiti ulipata kuitwa jina la Mwembechai hey. Namna kulivyokuwa na vurugu na hivi na vile, tumepita huko sasa, mpaka leo sisi tunayo majina kama vile ibn Abbas alivyotaja majina hapakina bsufian kna alwalibmuhira kina, kina Al bin bilhari na wengine na wengine a tunayo majina hayo, tumekwenda hivyo ni sukosuko sasa -suko. Leo tukiwa kwenye nafasi ya ushekhe wa mkoa, kumbe yale yalikuwa ni maandalizi fulani, misukosuko e, mpaka polisi wapi wapi hivyo nnamaanisha nini? Mtakapotoka hapa mkaenda kuitumikia ilmu, kuutumikia Uislamu, kuwatumikia Waislamu, hamwezi kukutana tuna jazakallahu khaira. Kwa hiyo mjue namna ya kuishi na watu na mjue namna ya kuishi kwenye ee, uwanja huu wa da'wa sawa sawa, sawa sawa. Eh, kwa hiyo nasema ikiwa shekhe wa mkoa wa Manyara mimi ni walumu ndani ya Manyara hii, sawa. kwa hiyo wale mwanidu na wale nawajua vizuri na wao wananijua vizuri eh, at the same time kusalimiana kama kawaida na kusaidiana kama kawaida majukumu ya da'wa nayo yanaendelea tayeb. Naam. Kwa hiyo wa in yarau kulla ayatin, na wakiona kila ishara, kila dalili, kila muujiza la yu'minu biha, hawaamini, hawamini. Kwa hiyo usipate taabu wala usikate tamaa, kuwa na msimamo, fanya kazi kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ja hata idha jauk hata watakapokuijia yujadilunaka ha? Wana wanajadiliana na wewe hao hao, wana wanajadiliana na wewe Yakulu alladhina kafaru, wanasema wale waliokufuru, in hadha illa asatiru lawalini mtume anawapa miongozo, anawapa maelekezo mafahamu, anawapa mafundisho ya Qur'ani. Hmm? katika nini? Katika mjadala, au sio Wanasemaje? yakulu alladhina kafaru wanasema wale waliokufuru, in hadha illa asatirul awwalin, hayakuwa haya, yani Qur'an, hayakuwa haya. Illa asatirul awwalin, isokuwa eh, ni ngano za watu wa kale. Nafahamu, ni hadithi za watu wa kale, na wakikusudia kwamba haya si maneno ya kweli mm? ni hadithi za uongo zilizotungwa na watu wa zamani kabla yako wewe, Mtume Muhammad. Mapito ya mufasil atuambia ai balahu minatakdhib, hufikia eh, kutokana na kule kukanusha, walmukabara lakini pia na kufanya kibri. annahum idha ja'uk, kwamba wao wakikuijia mujadilina eh, hali ya kuwa ni wenye, eh, kujadiliana yakuluna wanasema anil qurani kuhusiana na Qurani, ma hadha illa kharafat wa abatil al awwalin ha? haikuwa hii Qurani, na wao hawaitambui kama ni Qurani ya Mwenyezi Mungu. Kharafat yani maneno, Mas, ya uongo maneno ya abatili tena, ha? ya watu wa kale, watu wa zamani Paamu, eh? wahum yanhauna anhu, na wao yanhauna eh? wanawakataza watu anhu, wakae mbali na Qur'ani. Wao wenyewe wameikataa na wanafanya kampeni sawa, kuwakataza watu wanafanya kampeni kuwakataza watu wakae mbali na Qurani kwayo. Haya ni mambo ya kawaida sana, mambo ya kawaida, wala usijali, waendelee na kazi yako. Ukishughulishwa utaacha kazi yako, yaani we umetega sikio. Aha. leo wanasemaje? Leo bwana, wamekaa mahala fulani wanasema moja mbili tatu, asa wewe ukawa unafuatilia hayo, kazi yako utaifanya wakati gani? Fanya kazi yako sawasawa, kuangalia wa hum yanhauna anhu, na wao kwanza wao wenyewe wameikataa, na kama wameikataa Qur'ani na mtume pia wamemkataa, si ndio bwana. Hawakubakia wao tu, wameikataa Qur'ani, wayanhauna am, na wanafanya kampeni, wanawakataza watu wakae mbali nanini, na Qur'ani, wasiamini sawa. Wayanauna, na wanakaa mbali wao wenyewe, wanakaa mbali na Mtume Muhammad na wanakaa mbali na Qur'ani, wanawa na wanawahamasisha watu wakae mbali na Mtume Muhammad na wakae mbali na Qur'ani

na wanawakataza watu kumfuata Mtume Muhammad alayhi salam. Wa yabaduna hum eh, wa yubiduna hum, na wanawaweka mbali wao, yani watu anhu, kumuweka mbali na Mtume Muhammad kumweka mbali na Qur'ani, kumweka mbali, kuwaweka mbali na Qur'ani na kuwaweka mbali na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haya wanayoyafanya haya wa inyuhlikuna hawaangamizi, ila amfusahum, isipokuwa wanaziangamiza nafsi zao hiyo, hmm? Ndo hali matokeo ya utendaji wao huu kwamba wa in yuhlikun, na hawaangamizi illa anfusahum, isipokuwa wanaziangamiza nafsi zao wao wenyewe. Wama yashuurun, na hawatambui, hawatambui. Wao wanaona kama vile wanafanya kazi nzuri vile, sawa, eh, wanafanya kama wana kampeni nzuri, wanaifanya. wa in yuhlikuna awaangamizi ila anfusahum, isipokuwa wanaziangamiza nafsi zao. wama yashuruna, na wao watambui. Naam, maanake kama ni vita unapigana vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, eh wao e, wa wanaona kama vile wanapambana na mtume Muhammad, au eh, watu mahala wanapambana na imamu wanapambana na shehe, kama huyo imamu yuko kililahi, huyo shehe yuko kililahi, huyo kiongozi yuko kililahi. Hawapambani na huyo, wanapambana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pambana Mwenyezi hmm, Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Niongezee kitu kimoja muhimu sana.